E, ndugu mtazamaji unayetazama katika video hii, na hapa leo tupo katika mgodi hapa, tunajaribu kuangalia au kuelekezana vitu mbalimbali nyamba mbalimbali na namna gani tunachimba madini na madini yanazalishwaje na huu uchimbaji mdogo mdogo, ambao watu wanasikia mara nyingi wanaendeshaje hizi shughuli. Leo tunaenda kujifunza, ndugu usitoke na usisahau kusubscribe katika hii channel yangu ili wewe uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na hili darasa la linalohusiana na uchimbaji mdogo mdogo wa madini ndugu. Usisahau kusubscribe. Haya, twende tuangalie sasa namna gani na namna gani tunavyochimba madini katika huu uchimbaji mdogo mdogo mdogomdogo e, ndugu mtazamaji e, una, unaweza kuona hapa kwamba e, miamba namna gani ilivyo ilivo. E, tuko hapa juu tu tunaangalia mambo uliopo juu ambao e, unaweza kuashiria kwamba, e, tukiweka hapa e, duara yetu au tundu letu, tukiweka hapa tukachimba kwenda chini, e, tunaupata mwamba wa dhahabu. Sasa tukiangalia hapa e, katika hii sehemu vizuri e, tutaona kwamba hapa e, kuna mpangilio wa mawe kama tunavyoyaona hapa. Hapa tunaona kuna mpangilio wa mawe ambao haya mawe yamepangana yanaelekea kuelekea upande huu e, kama tunavyoona hapa. E, sasa hapa tunagunduaje kwamba e, mwamba wetu hata kule upo. E, tukiweza kuyafuatilia haya mawe e, utaona kwamba kuna mpangilio wa mawe haya yanaenda e, yanaenda kwa staili kama hii kama unavyoona hapa e, ndugu mtazamaji. E, yanaenda kwa namna hii e, tukiweza kuyafuatilia haya, haya moja kwa moja tu E, tuna, tukienda moja kwa moja tu hapa, tukiweka hapa duara au tukachimba hapa kwenda chini e, mwamba wa dhahabu tunaupata kwa chini unakuwa upo e, kwa sababu tayari miamba imeonyesha kwamba e, hii michirizi midogo midogo ya vipande pande vya ma hivi vikienda pale chini vinakuja kwenda kuungana na kuweza kukutana. Na kutengeneza kuwa mwamba mmoja ambapo sasa ukiwa mwamba mmoja ndipo sasa kuaga tunasema kwamba unapatikana kwamba uzalishaji unakuwepo. E, unafikaje na tutagunduaje sasa kwamba hapa dhahabu zipo na tutazionaje au tutafanyaje ili kugundua dhahabu zipo? E, ndugu mtazamaji, e, ukiendelea kufuatilia katika hii channel utajua vitu mbalimbali. E, ndugu mtazamaji, tutakuja kujifunza na kugundua vifaa mbalimbali ambavyo tutakuja kujua namna gani e, ya uchimbaji wa madini na namna gani ya kuweza kutesti na kuangalia huu hii sample yetu kwamba ina dhahabu e, tutakuja kuona hivyo vifaa. Pia nitaelekeza namna gani ya kuvitumia ili kuweza kugundua dhahabu zipo. E, usiogope kuja kuwekeza mgodini. Uwekezaji e, wa mgodini ni mrahisi sana na e, ni mzuri sana na mafanikio yapo mgodini. Pia e, ndugu mtazamaji usiogope sana kuja katika mgodini, endelea tu kufuatilia katika hii channel na ili uwe wa kwanza kuwa unapata e, taarifa na E, mbalimbali elimu darasa mbalimbali linalohusiana swala zima la uchimbaji. E, usisahau kusubscribe hii channel, ndugu mtazamaji.